Habari kamili. New York, mgombea wa chama cha Democratic Zoran Mamdani ameshinda kiti cha meya wa jiji la New York huko Marekani. Haya ni kulingana na makadirio yaliyotolewa na shirika la habari la NBC nchini humo. Ushindi kwa Mamdani unaupatia mji huo meya wake wa kwanza Mwislamu na kiongozi mwenye umri mdogo zaidi kwa muda mrefu. Kinyanganyiro hicho kilikuwa kimewapatanisha Mamdani mwenye umri wa miaka 34 ambaye alishinda mchujo wa chama cha Democratic mapema mwaka huu na Andrew Cuomo ambaye ni mgombea ambaye amegombea wadhifa huo kama mgombea huru, pamoja na Curtis Sliwa wa chama cha Republican. Rais Donald Trump na wanasiasa wa chama cha Republican wamekuwa wakimtaja Mamdani kama sura ya cha chama kipya chenye itikadi kali cha Democratic. Trump pia alitishia kuchukua mji wa New York iwapo Mamdani angeshinda na pia amkamate mbunge wa mji huo ambaye alizaliwa Uganda ila ni raia wa Marekani na amrudishe nchini Uganda. Wapiga kura mjini New York wameweka rekodi kwa kujitokeza kwa wingi kupiga kura ya kumchagua meya wa mji huo. Washington. Marekani inashirikiana na mataifa mengine kusitisha mapigano yanayoendelea nchini Sudan. Haya ni kwa mujibu wa ikulu ya White House inayosema hatua hiyo imetokana na ripoti za mauaji makubwa baada ya wanamgambo wa RSF kuteka mji wa Alfashir wiki iliyopita, na sasa msemaji wa White House, uh, Caroline Leavitt amesema Marekani inafanya mazungumzo na Umoja wa Falme za Kiarabu, Misri na Saudi Arabia kujaribu kuutatua mzozo huo, ingawa wamekiri kuwa si jambo rahisi. Haya yanafanyika wakati ambapo Sudan imesema kuwa jeshi lake litaendelea kupambana na wanamgambo wa RSF. Baraza la Usalama na Ulinzi la Sudan limeasema haya huku likiendelea kujadili pendekezo la Marekani la kusitishwa mapigano. Huku haya yakijiri, wachambuzi wa kimataifa wa usalama wa chakula wanasema hakuna msaada wa chakula ulioingia nchini Sudan mwaka huu licha ya ripoti kuwa nchi hiyo inakabiliwa na njaa. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Dodoma, Watanzania jana wamesambaza video mtandaoni zilizoonyesha ukatili uliofanyika wakati wa maandamano ya siku kadhaa nchini humo kufuatia uchaguzi uliofanyika wiki iliyopita. Haya ni licha ya jeshi la polisi nchini humo kuonya kupitia ujumbe wa simu za mkononi uliotumwa kwa wananchi kuwa usambazaji wa picha na video kama hizo ni kosa la jinai. Upinzani nchini humo ambao unapinga uchaguzi uliompa Rais Samia Suluhu Hassan ushindi wa asilimia tisini na nane unasema kuwa mamia ya watu waliuawa. Huduma za intaneti zimeanza kurejea, ingawa imekuwa vigumu kuthibitisha taarifa kutoka taifa hilo la Afrika Mashariki. Mwandishi wa shirika la habari la Ufaransa AFP amesema hali ya kawaida imeanza kurejea taratibu katika mji mkuu wa kibiashara wa Dar es Salaam, ingawa watu wanaonekana kuwa na hofu bado na maafisa wachache wa ulinzi wameonekana katika mitaa ya mji huo. Brussels. Rais wa Ukraine Volodimir Zelenski ametoa mwito kwa rais Viktor Orban wa Hungary kuacha kupinga ombi la nchi yake kujiunga na Umoja wa Ulaya. Zelenski ameyasema haya wakati ambapo Umoja wa Ulaya unaunga mkono kuisogeza Ukraine hatua moja zaidi kuelekea kujiunga na umoja huo licha ya hofu za ufisadi uliokithiri nchini humo. Hatua ya Urusi kuivamia Ukraine imeleta azma mpya ya Umoja wa Ulaya kutaka kusajili wanachama wapya. Kwa sasa nchi kumi zinataka kujiunga na umoja huo ulio na mataifa 27. Brussels inasema upo uwezekano wa wanachama wapya kujiunga katika miaka ya hivi karibuni. Mbali na Ukraine, Montenegro, Albania na Moldova zimewasilisha maombi yao ya kutaka kujiunga na hatimaye Paris Michezoni, winga wa Bayern Munich Louis Diaz alifunga mabao mawili ya kipindi cha kwanza na kuisaidia timu yake ya Bayern kuwalaza mabingwa watetezi Paris Saint Germain mabao mawili kwa moja. Mechi hiyo ya ligi ya vilabu bingwa barani Ulaya ilichezwa usiku wa kuamkia leo mjini Paris, katika uwanja wa Park des Princes. Diaz lakini alionyeshwa kadi nyekundu muda mfupi baada ya kufunga goli la pili baada ya kumchezea vibaya Ashraf Hakimi. Na huo ndio mwisho wa habari za Ulimwengu. DW, dunia yetu leo asubuhi. Miongoni mwa tutakayoangazia katika dunia yetu leo asubuhi ni pamoja na mbio za kuwania umea katika jimbo la New York nchini Marekani. Chama cha upinzani nchini Tanzania, CHADEMA chalalamikia kamatakamata inayofanywa na vyombo vya dola dhidi ya viongozi na wanachama wake na tutaangazia pia mafanikio na fursa za uhuru wa kuvuka mipaka kwa raia wa nchi nane za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Utasikia pia makala ya sema uvume. Karibu. Moja kwa moja, tuanze uchambuzi wa ripoti zetu huko Marekani, katika jiji la New York ambako kumefanyika uchaguzi wa meya. Wagombea katika uchaguzi huo ni mwanachama wa chama cha Democratic Zohran Mamdani, gavana wa zamani wa jimbo hilo Andrew Kuomo ambaye ni mgombea huru, na Kartis Liwa wa chama cha Republican. Jacob Safari amemfuatilia uchaguzi huo na hii ni ripoti yake. Mgombea wa chama cha Democratic Zoran Mamdani ameshinda kiti cha meya wa jiji la New York huko Marekani haya ni kulingana na makadirio yaliyotolewa na shirika la habari la NBC nchini humo. Ushindi kwa Mamdani unaupatia mji huo meya wake wa kwanza Mwislamu na kiongozi mwenye umri mdogo zaidi kwa muda mrefu. Kinyang'anyiro hicho kilikuwa kimewapatanisha Mamdani mwenye umri wa miaka 34 ambaye alishinda mchujo wa chama cha Democratic mapema mwaka huu na Andrew Cuomo ambaye ni mgombea wadhifa huo kama mgombea huru, pamoja na Curtis Sliwa wa chama cha Republican. Rais Donald Trump na wanasiasa wa chama cha Republican wamekuwa wakimtaja Mamdani kama sura ya chama kipya chenye itikadi kali cha Democratic. Trump pia alitishia kuuchukua mji wa New York iwapo Mamdani angeshinda na pia amkamate mbunge wa mji huo ambaye alizaliwa Uganda ila ni raia wa Marekani na amrudishe nchini Uganda. Wapiga kura mjini New York wameweka rekodi kwa kujitokeza kwa wingi kupiga kura ya kumchagua mea wa mji huo. Ushindi kwa Mamdani unaupatia mji huo mea wake wa kwanza muislamu na mwenye umri mdogo zaidi kwa muda mrefu. Iwapo Cuomo angeshinda kiti hicho angekuwa amerudi kwa kishindo kikubwa cha kisiasa miaka minne baada ya kuachia ngazi kama gavana kufuatia msururu wa madai ya udhalilishaji wa kingono yaliyomkabili. Iwapo Sliwa naye angeshinda, basi mji mkubwa zaidi nchini Marekani ungekuwa chini ya Republican wakati ambapo wakazi wa new York walikuwa wanamtafuta kiongozi ambaye atampelekea rais donald trump kutoingilia maswala ya mji huo. Trump amemuunga mkono Cuomo katika uchaguzi huo akisema Mamdani ataleta kile alichokitaja janga na akawataka wafuasi wa Sliwa kumpigia kura gavana huyo wa zamani wa New York. Kwingineko, Mdemokrat Abigail Spanberger amekishinda kiti cha ugavana wa Virginia, kulingana na vyombo vya habari vya Marekani. Hiki ni kinyang'anyiro cha kwanza ambacho ni kama kipimo cha jinsi Wamarekani wanavyomjibu Donald Trump na utawala wake uliokosolewa pakubwa, ambao ndio uko katika mwezi wake wa tisa. Spanberger, mwenye umri wa miaka 46, ni mbunge wa zamani katika bunge la Congress na afisa wa zamani wa shirika la upelelezi Marekani CIA na atakuwa mwanamke wa kwanza kuhudumu kama gavana wa Virginia baada ya kumshinda kwa urahisi mRepublican Winsome Earle-Sears. Wakati huo huo, chama cha Democratic kimejinyakulia pia wadhifa wa ugavana katika mji wa New Jersey baada ya Mikie Sherrill kuibuka mshindi. Asante sana Jacob kwa ripoti hiyo. Huko nchini Tanzania, baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu wenye utata ulioambatana na matukio ya machafuko na umwagaji damu, chama kikuu cha upinzani CHADEMA kinasema viongozi na wanachama wake wanakabiliwa na kamatakamata kamata ya vyombo vya dola kwa tuhuma za kuchochea maandamano makubwa yaliyozuka kupinga uchaguzi huo wa Oktoba 29 ambao chama tawala CCM kimetangazwa kushinda kwa kishindo. Mwenzangu Muhamed Khalef amezungumza na mwenyekiti wa CHADEMA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 ndiyo mfumo mpya wa dunia yote. Hakuna mfumo wa bunduki kwenye hii dunia ya sasa mfumo. Ni mahojiano hayo kati ya mwenzangu Mohammed Khelef na mwenyekiti wa CHADEMA mkoa wa Mara Chacha Heche huko nchini Tanzania. Tukitoka huko, mojawapo ya manufaa ya moja kwa moja kwa raia wa mataifa manane ya jumuiya ya Afrika Mashariki ni uhuru wa kuvuka mipaka miongoni mwa nchi hizo kwa masharti nafuu ikilinganishwa na hapo awali. Hii imewezesha wepesi wa watu kuhama na kufanya kazi katika mataifa hayo, kuanzia wafanyabiashara wadogo wadogo hadi wataalamu katika nyanja mbalimbali. Hata hivyo bado kuna nchi ambazo zina sita kusawazisha fursa hizo kwa raia wa mataifa ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti kuhusu hali ilivyo kuhusiana na uwezeshaji huu kwa mujibu wa itifaki hii ya Afrika Mashariki. Shughuli za mipakani miongoni mwa mataifa ya Afrika Mashariki zimeimarika pakubwa kutokana na itifaki ya ushirikiano wa kibiashara kupitia soko la pamoja na uhuru wa raia kuhamia au kuvuka mipaka miongoni mwa nchi hizo kwa wepesi. Mojawapo ya maendeleo makubwa ni kuwepo kwa vituo vya pamoja vya uhamiaji, ambapo mchakato wa ukaguzi wa hati za kusafiria huendeshwa na maafisa wa mataifa mawili kwenye sehemu moja maarufu kama OSBP. Adrian Njau kaimu mkurugenzi wa baraza la wafanyabiashara Afrika Mashariki anafafanua kuhusu fursa ya wepesi wa raia wa Afrika Mashariki kuvuka mipaka. Ukiangalia itifaki yetu ya soko la pamoja, inahimiza kabisa na inaruhusu mtu kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kutoa huduma mbalimbali. Masharti ya uhamiaji yamelegezwa miongoni mwa mataifa ya Rwanda, Uganda na Kenya, ambapo nyaraka za msingi kuvuka kutoka nchi moja hadi nyingine ni kitambulisho cha kitaifa, na mtu hupata cheti cha muda cha kusafiri anachoweza kutumia hadi kwa mwaka mmoja, badala ya hati ya kusafiria kati ya Tanzania na mataifa mengine. Cheti hicho pia hukubalika kikiwa kimetolewa rasmi na mojawapo ya mataifa, kama anavyoelezea Simon Mundei, msemaji wa mamlaka ya uraia na uhamiaji nchini Uganda. You can access Uganda without visa and when you reach here unaweza kuingia Uganda bila visa na unaweza kupata kazi ya muda. Alimradi umepata cheti maalum. Uhamiaji wa wataalam kufanya kazi katika mataifa ya Afrika Mashariki unatajwa kuwa muhimu katika kuboresha viwango vya huduma katika afya, elimu, uhandisi, uhasibu na kadhalika. Jean Malik, mmiliki wa zahanati ya Legacy nchini Rwanda, anabainisha kwamba kutokana na uwepesi huu, watu wengi wanapata matibabu kwa gharama nafuu kuliko kusafiri kwenda nje ya nchi. Uh, tangu nimeanza kazi hiyo ya, ya, ya health ilikuwa vizuri. Nilikuwa nikifikiria sio Rwanda ni peke yake, nilikuwa nikifikiria watu wengine, nafikiri kuko services nyingi Rwanda inaweza ikatiamo uh, specialities, na kwa hiyo watu wa, wa manchi jirani wanaweza wakaitumikisha. Hata hivyo, kuna changamoto kwa raia wa mataifa mengine kuvuka mipaka kuingia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ijapokuwa raia wa Kongo wana uhuru wa kutumia vitambulisho vyao kuvuka mipaka kuingia kwenye mataifa ya Uganda na Rwanda, wale kutoka mataifa mengine wanahitaji kupata viza kuingia Kongo, kama anavyofafanua zaidi Dr. Felista Busaki. Kongo sisi hatujatoa viza, maana tuna mengi ya kushughulikia, na sisi naamini wakubwa wa nchi, kutafika muda ambao na sisi tutatoa viza kwa East Africa. Ijapokuwa raia wa Sudani kusini nao hupata wepesi wa kuvuka mipaka kuingia nchi za Kenya na Uganda, hadi sasa mamlaka za nchi hiyo huwahitaji raia wa mataifa mengine ya Afrika Mashariki kupata viza kuingia nchi hiyo. Hii inahusisha kulipia ada. Hatua ya kuwatoza raia wa Afrika Mashariki dola ishirini za Kimarekani wakiingia ndani ya mipaka ya visiwa vya Zanzibar inaelezewa na baadhi ya watu kuwa isiyo sawa. Asante sana Lubega. Na kwingineko, wanajeshi wa Urusi wanazidi kusogea katika mji wa Pokrovsk wa mashariki mwa Ukraine, huku wakiharibu miundombinu ya kijeshi ya Ukraine. Je, ni kwa nini wanajeshi wa Urusi wanapambana kwa nguvu zote kuukamata mji huu? Kufahamu zaidi, huyo hapa Tatu Karema. Pokrovisk ni kitovu cha miundo mbinu ya barabara na reli katika eneo la mashariki la Ukraine la Donetsk, ambacho kabla ya vita kilikuwa na wakazi takriban elfu sitini Watu wengi sasa wamekimbia eneo hilo. Watoto wote wamehamishwa na raia wachache kusalia licha ya majengo ya ghorofa yaliyoharibiwa na barabara zenye mashimo. Mgodi wa pekee wa Ukraine unaozalisha makaa ya mawe yaliyotumika katika iliyokuwa sekta kubwa ya chuma uko umbali wa kilomita kumi magharibi mwa Pokrovisk. Mnamo mwezi Januari, kampuni ya kutengeneza vyuma ya Ukraine Metinvest ilisema imesitisha shughuli za uchimbaji katika eneo hilo. Mji huo pia uko kwenye barabara kuu ambayo imekuwa ikitumiwa na jeshi la Ukraine kusambaza vifaa kwa kambi nyingine zilizozongwa na vita. Urusi inataka kuliteka eneo lote la Donbas ambalo linajumuisha mikoa ya Luhansk na Donetsk. Ukraine bado inathibiti karibu asilimia kumi ya Donbas, eneo la kilomita za mraba elfu tano magharibi mwa Donetsk. Kukamatwa kwa Pokrovisk na Kostantinivka katika eneo la kaskazini mashariki, ambalo vikosi vya Urusi pia vinajaribu kuzingira, kunaweza kutoa fursa kwa Mosko kuelekea kaskazini katika miji miwili mikubwa iliyo chini ya udhibiti wa Ukraine huko Donetsk, Kramatorsk na Sloviansk pia itaipa Urusi ushindi wake muhimu zaidi na wakipekee wa kieneo tangu ilipouteka mji ulioharibiwa wa Afdifka mapema mwaka elfu mbili ishirini na nne. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kisheria, Donbas sasa ni sehemu ya Urusi. Ukrain na mataifa mengine ya Magharibi yamesema yanapinga hatua ya Urusi ya kuliteka eneo hilo na kuhitaja kuwa unyakuzi haramu wa ardhi. Baadhi ya wachambuzi wa kijeshi wa magharibi kama Rob Lee, mfanyakazi mkuu katika taasisi ya utafiti wa sera ya kigeni yenye makao yake makuu nchini Marekani, amesema kukamatwa kwa Pokrovsk kutaipa Urusi ushindi muhimu, ijapokuwa ni muhimu kwa sababu za utendaji. Lee anasema kuteka mji wa Pokrovsk bado kutaiwacha Urusi na kazi nyingi ya kufanya linapokuja swala la kuchukua udhibiti wa maeneo mengine ya Donetsk na miji miwili muhimu ya Kramatorsk na Sloviansk. Hata hivyo Ukraine imechukua hatua za haraka za kuimarisha nafasi yake mjini humo. Siku ya Jumapili, rais wa nchi hiyo Volodimir Zelenski alisema kuna mapigano makali mjini humo na maeneo ya kuelekea, huku ikiwa vigumu kufanya mipangilio. Kwa upande wake, mkuu wa jeshi la Urusi Valery Gerasimov amemwambia rais wa nchi hiyo Vladimir Putin kwamba Urusi imezuia idadi kubwa ya wanajeshi wa Ukraine katika eneo hilo. Dipstet, jukwaa kubwa la kidijitali linalotumia picha zilizothibitishwa kutoka vyanzo huru, kutoka uwanja wa vita, linaonyesha kuwa vikosi vya Urusi vinaelekea mjini humo. Naam na, na tuhitimishe uchambuzi wa ripoti zetu huko nchini Iraq, nchi ambayo inashuhudia kipindi chake kirefu zaidi cha utulivu katika miaka ya karibuni. Na wa Iraq wana imani kwamba nchi yao iko katika mwelekeo sahihi, wakati uchaguzi wa Iraq wa mwaka 2025 unakaribia kufanyika Novemba 11. Moja swali ni je, matumaini haya ya umma yataleta mabadiliko ya kisiasa nchini humo? Uwakio Mbogo anasoma uchambuzi huu ulioandaliwa na Katherine Shire kutoka Bagdad. Kwa muda mrefu Iraq imekuwa ikitajwa kwenye vichwa vya habari kwa sababu ya vita na vurugu, lakini katika miaka michache iliyopita hali imebadilika sana, kwani Iraq sasa inapitia kipindi chake kirefu zaidi cha utulivu tangu Marekani ilipoivamia mwaka elfu mbili na tatu. Iraq iko katika hali bora zaidi kuwahi kutokea, anasema Hudair Al Ali, kijana anayefanya kazi katika kampuni ya mafuta, lakini mwishoni mwa wiki huendesha gari kupitia kampuni ya Karim ambayo ni kama Uber ya mashariki ya kati. Uchunguzi wa maoni wa hivi karibuni wa Gallup unaonyesha kuwa imani ya wairaq kwa taasisi za kisiasa na kitaifa imefikia kiwango cha juu kabisa, ambapo asilimia 55 ya waliojibu walisema wana imani na serikali, jambo lisilo la kawaida katika mashariki ya kati, ambako ni wairani na wajordan pekee wanaoonyesha kuridhika zaidi na viongozi wao. Tafiti hizo pia zinaonyesha kuwa imani ya wananchi kwa taasisi kama polisi, jeshi na mahakama iko katika kiwango cha juu zaidi kuwahi kutokea. Muhammad al -Hass mkuu wa ujumbe wa umoja wa mataifa wa msaada kwa iraq aliliambia baraza la usalama la umoja wa mataifa hivi karibuni kwamba ingawa bado kuna changamoto iraq leo ni salama zaidi imetulia na imefunguka uchaguzi wa iraq wa mwaka 2025 utahusisha miungano 31, vyama vya kisiasa 38 na wagombea huru 75 watakaowania nafasi za uongozi Renard Mansouk mkurugenzi wa mpango wa iraq katika taasisi ya utafiti ya Chatham House nchini uingereza Anasema wa Iraki wengi wanaona kinachoendelea Baghdad, maendeleo, ujenzi, miundombinu na pia kinachoendelea katika nchi jirani kama Syria, Lebanon, Yemen, Iran na Palestina, na wanasema kwamba kwa mara ya kwanza sisi tuko salama zaidi ukilinganisha nao. Anaongeza kuwa kuna hisia ya faraja lakini, baada ya miongo miwili ya kupiga kura, wanajua kwamba hata kama waziri mkuu Mohamed Shia Al Sudani, aliyeko madarakani tangu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, au mwingine atakayechaguliwa, ataibuka mshindi, bado si kura yao pekee itakayopanga nani ataongoza serikali. Tangu kumalizika kwa utawala wa kidikteta nafasi muhimu zaidi serikalini nchini Iraq zimekuwa zikigawanywa kwa makubaliano ili kuhakikisha kila kundi kubwa la kijamii lina uwakilishi. Kwa mfano, waziri mkuu wa Iraq huwa ni Mshia, spika wa bunge ni Msuni na rais ni Mkurdi. Awali mfumo huu uliundwa ili kuepusha mapigano baina ya makundi tofauti, lakini sasa umekuwa mzigo unaosababisha mtazamo kwamba mamlaka bado yako mikononi mwa watu wale wale. Sajad Jiyad, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, ana anayeishi Baghdad na mtafiti katika taasisi ya Century International anaeleza kuwa ukweli kwamba wamepata utulivu fulani haumaanishi kwamba watu wanataka kupiga kura. Jihad anasema wairaki wengi wa kawaida anaozungumza nao wanamwambia hawatapiga kura mwezi Novemba, jambo ambalo linathibitishwa pia na tafiti za maoni ndani ya Iraq. Na kwa uchambuzi huo uliosomwa kwako na mwenzangu wa Kiombogo, ndio tunahitimisha uchambuzi wa ripoti zetu kwa leo. Sikiliza sasa makala ya sema vume. DW. Sema uvume. Hii ultrasonic sensor. Mtu anapoisongelea hii ultrasonic sensor ya hili pipa linajifungua lenyewe. Halafu utatupa takataka yako, baada ya sekunde tatu litajifunga tena lenyewe. Msikilizaji, hebu wazia hili unapolifikia pipa la kutupia taka lenyewe linafunguka na unatia taka ndani bila kuligusa kwa mkono wala mguu. Huu ndio uvumbuzi ulioibuliwa na wanafunzi wawili Casey Winley mwenye umri wa miaka kumi na miwili na Shanisa Ching mwenye miaka kumi na mitatu waliovumbua pipa la kutupia taka linalotumia sensa kufunguka. Uvumbuzi huu ndio unaotupambia makala yetu yasema uvume. Jina langu ni Musa na vie karibu. Jijini Kisumu, eneo la Milimani, mkabala wa mtaa wa mabanda wa Nyalenda, ni shule ya msingi ya Greenview. Na kutana na wavumbuzi wa pipa la kisasa la kutupia taka linalojifungua bila kuguswa, ila kwa kusogelea sehemu iliyowekwa mtambo maalum, maarufu sensa, yenye uwezo wa kuhisi kabla ya mguso au kiwiliwili ili kujifungua. Siku hii na wakuta wakiwa katika harakati za kufunga shule wakiwa na bashasha pamoja tunaongozana na mwalimu wao hadi kulikowekwa pipa hili maalum lenye rangi ya buluu, kijani kibichi na mfuniko wenye rangi nyeusi. Pipa hili likitawaliwa na maandishi ya uvumbuzi wa kujifungua na jina la shule. Kinachonijia akilini kwanza ni kufahamu kilichochangia ubunifu huu. Kwa pamoja wananieleza wazo hili lilichangiwa na yaliyoshuhudiwa wakati wa janga la Uviko 19. Wakati huo kulikuwa na hatari kubwa kugusa vitu mbalimbali, na baadaye kushinikizwa na uimarishaji jumla wa usafi na kupunguza harakati za binadamu kugusa uchafu wakati wa, wakati wa virusi vya korona, tuliona tutengeneze hili pipa ili liwasaidie watu kutupa takataka bila kugusa uchafu. Tuliona virusi na uchafu uko mwingi kwenye mazingira, tukazungumza na mwalimu, tulizungumza na mwalimu tukamuuliza, vipi tunaweza kupunguza virusi uchafu kwa haraka bila kushika uchafu, kwa sababu watu wanashika uchafu ndivyo wanapata magonjwa. Akaona vile tunaweza kutengeneza kitu ambacho mtu hashiki kwa mkono kwa kuunganisha vifaa mbalimbali kuujenga mtambo huu. Mwanzoni walitumia mkaa wenye volti 12 na, ili kuongeza nguvu zaidi, wakaimarisha mfumo huu kwa kutumia chaji ya umeme. Mwalimu mwelekezi Hilary Omondi Otieno wa somo la tarakilishi na hesabu anasema, kando na mifumo hiyo ya nishati, vilevile vile pipa hili linaweza kutumia nguvu za nishati ya jua. Linaweza tumia... kutumia umeme wa jua, siyo lazima litumie tu umeme wa kawaida. Pili, hili pipa linaweza kutumiwa kila mahali, unaweza kuliweka kwenye ofisi, na pipa la aina hii linahitajika sana hospitalini kwa sababu kuna changamoto. Ili pipa tunaweza kulifunga kama vile umeona tumelifunga hivyo, kila kitu ili Mvua isiweze kunyeshea hizo taka za ndani. Kwenye harakati za ubunifu wanafunzi hawa wanasema haikuwa rahisi, maana ilihitaji maarifa mengi yanayojumuisha mfumo wa maandalizi ya programu maarufu kama coding ambayo inahusisha kuandaa utaratibu wa mawazo ya ubunifu na kuyaweka katika kifaa lengwa. Mfano, ikiwa unahitaji mashine inayojifungua unatakiwa kuweka ufafanuzi huo katika mfumo wa coding. Walifeli mara kadhaa, ila mwalimu aliwaelekeza katika harakati hizi na kuendelea kuwatia moyo Tuni "Tulikuwa wanane tulipoanza, tukamaliza wawili. Nilijiambia kwamba hili jambo linaweza kunifanya niwe mtu bora maishani. tuliona, tuliona pia tutafute njia za kuwafurahisha wazazi wetu. Bila shaka ni fahari kubwa kwa mzazi pindi mtoto anapofanya jambo kubwa katika jamii. Rosalina Ward mama yake Shaniza Cheng pamoja na Eunice Odera shangazi yake Casey wanawahimiza wazazi kuwa mstari wa mbele kutambua na kulea vipaji vya watoto wao sawia na kuwaunga mkono kwenye harakati zao kwa wazazi tuwape watoto nafasi, kwa sababu inaweza kuwa na manufaa kwenye maisha yao. Tulionyeshwa na mwalimu tukaitwa kama wazazi, tukajionea jinsi teknolojia ya wakati huu inaenda mbali. Msikilizaji, ni kwa fahari hii ya wazazi ndipo nafika tamati ya makala haya Sema Uvume, ambapo tumewaangazia wanafunzi wawili waliobuni pipa la kisasa linalojifungua na kurahisisha utupaji taka. Jina langu ni Musa Navie, kwa heri kwa sasa.